Zani. Mtikisiko mkubwa umekikumba chama cha wananchi CUF kati ya wajumbe wa Tanzania bara na visiwani baada ya mvutano mkubwa wa kutaka kuwachagua viongozi wa kujaza nafasi zilizoachwa wazi na mwenyekiti wa zamani Profesa Ibrahim Lipumba, pamoja na makamu mwenyekiti visiwani Juma Duni Haji, hali iliyosababisha mkutano huo kuvunjika. Hamis Suleimani anayo taarifa zaidi. Huo ulibuka kufuatia jumbe wa bara kutaka uongozi wa CUF kumwalika Profesa Lipumba katika mkutano huo na kutoa maelezo kuhusu kujiuzuru kwake. Hata hivyo, baada ya Profesa Lipumba wa kuasiri na kuingizwa kwa nguvu na wafuasi wake kwenye ukumbi wa mkutano, zoezi la kumpa nafasi ya kuzungumzia ilishindikana, na wajumbe wakatakiwa kupiga kura na hali ilikuwa hivi Nini hasa kini cha kututaka zoezi la kupiga kura, na kusababisha wajumbe wote wa bara kutoka nje. Wajumbe wa Tanzania bara tunasema Lipumba arejee kwenye kiti chake cha wenyekiti, yes. unasikia lakini mtatiro sikana wapi atafanya maamuzi yake hivi tadema. nasema hivi, mimi ni katibu wa wilaya ya Bukombe nasema hiki chama Neno haki sawa kwa wote wafute kuanzia leo. Ndio. Nasema na nimevua shati nikiwa mjumbe wa mkutano mkuu nikiwa mtendaji wa hiki chama nasema sasa basi haki ndani ya chama hiki hakipo. Chama ni mali ya mali msafu haizungumzii kuchagua wajumbe asilimia 30 kutoka Zanzibar wanawake kuja mkutano mkuu, na katiba ni katiba ya chama, sio ya upande mmoja. Ingekuwa hilo lipo na huku bara kungekuwa na wajumbe asilimia 30 ya, ya mkutano mkuu wanawake bara, hakuna hakuna kwa sababu haimo kwenye katiba. Wao wamekwenda kufanya uchaguzi wa maingizo wa wajumbe 80 nje ya katiba. Hii katiba hii haizungumzii kutoa wajumbe asilimia 30 ya, ya wanawake Zanzibar kwa wajumbe wa mkutano mkuu. Nje ya ukumbi wa mikutano, makundi yanayomuunga mkono Profesa Lipumba yalikuwa yakiendelea kupingana na mkutano huo, lakini pia wengine walijikuta wakipata vipigo baada ya pale walipoonekana kumpinga mwenyekiti huyo wa zamani wa CUF. Hey, hey.